Mtume amekaa na maswahaba, ghafla Mtume sallallahu alayhi wasallam amesinzia kimya, na akisinzia akiwa pamoja na maswahaba hawamwamshi, wanamwachi au wakiwa wanaongea, wakaona ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amekaa kimya, hawamsemeshi, wanamuachi sasa ghafla, amekaa na masohaba wakamwona amefumba macho, wakamwacha. Baada ya muda akashtuka Mtume sallallahu alaihi wasallam, huku anacheka, anatabasamu. Masahaba wanamuuliza ya Rasulullah, kipi kinachokuchekesha? kwa nini watabasamu ya Rasulullah? Anawaambia masahaba, punde tu muda mfupi uliopita ameshuka Jibril alaihi salam na akaniteremshia wahai. Ebu andikeni makutabu alwahai, wale waandishi wapo hadhir kwa ajili ya kuandika, andikeni: Inna aatainaka lkauthar fasalli lirabbika wanhar inna shaniaka huwal abtar. Aya yote imeshuka. kuna baadhi ya sura ndani ya Qur'ani zimeshuka yani, sura nzima, kuanzia mwanzo hadi mwisho. qul huwallahu ahad imeshuka yote. qul a'udhu bi rabbil falaq imeshuka nzima. qul a'udhu bi rabbin nas imeshuka nzima. alhamdu imeshuka nzima. tabbat yada imeshuka nzima. idha jaa imeshuka nzima. qul yal kafiruna imeshuka yote.

hata sura kubwa kubwa Allah anaiteremsha sura jumlatan wahida katika mji wa Makka. Mtume sallallahu alayhi wasallama anateremshiwa suratul an'am ambayo ina aya 165, suratul an'am inashuka

Sasa watu wa bidaa, ndugu zangu katika imani, jambo ambalo lina asli katika dini analitoa katika uasilia wake analipeleka sehemu, kisha anajengea ndiyo dalili ya jambo lake, kwa sababu mtume kasema, ukisoma Qur'ani unapata thawabu na kwenye khitima vile vile. Ukimwambia mtume kafisha Kwa nini hakuwasomea wake zake Qurani? Masahaba wengi walifariki mtume akiwa hai, kwa nini hakuwasomea Qurani na kuwatangazia waumini Waislamu kwamba kesho baada ya asri patakuwa na kisomo, na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye anayefahamu fadhila